Sheria kufikiri, reasoning, kufikiri au kuwaza. Kufikiri ni nini? Tafsiri kwenye dictionary inasema, kwenye dictionary ya Oxford, is the action of thinking about something in a logical way. Ni kufikiri kwa kimantiki, ni tendo la kufikiri kuhusu jambo kwa kutumia akili na mpangilio mzuri. Asema it is analytical rational way of thinking, namna ya kuchambua na kuchanganua jambo Hakufikiri, it is analytical and rational way of thinking. You analyze issues logically putting things side by side by unachanganua jambo kwa kuliweka katika mpangilio ambao umepangiliwa kwa namna ambayo kila jambo limekaa sehemu yake kwa upande wake. Maana yake unachunguza mambo hatua kwa hatua ili kuelewa na kupata suluhisho juu ya jambo fulani. Ni njia ya kufikiri inayotumia uchambuzi kuhuwazi tu kiorera. Unafikiri kwa kuchambua, unafanya uchambuzi. Unachambua masuala kwa kuyaweka pamoja kwa mpangilio ulio bora ili kuyalinganisha na kuyatathmini. Unachambua masuala kwa kuyaweka pamoja kwa mpangilio ulio bora, kuyalinganisha na kuyatathmini. Tukifikaga kwenye hili eneo, watu wengi, Wakristo wengi, wengi hatutakage kumbiza vichwa, lakini hakuna mtu ambaye anaweza kafika juu tu bila kutumia akili bila kutumia kichwa bila kuumiza kichwa. Dunia inaongozwa na wanaotumia vichwa, maeneo yote ya kimaisha yanaongozwa na wanaotumia ubongo, lazima kichwa kihusike. Soma Isaya sura ya kwanza mstari wa 14 na 19, nasemaje? Haya, njoni tusemezane, asema Bwana, mm -hmm, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theluji, zijapokuwa nyekundu kama damu zitakuwa kama sufu kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Anasema let us come and reason together, njoni tusemezane. Hajasema njoni tusemezane kwa kwenda kuongeana, tusemezane kwa kuongea. Tuje tu reason, tufikiri pamoja, tuwaze makini. Mungu anatukaribisha tuwaze pamoja eh. Anasema kama mkitii mtakula mema Mkitii nini? Mkitii agizo la kuja na kusemezana pamoja, njoni tusemezane, njoni tuwaze pamoja. Tukiwaza pamoja, unakula mema ya nchi, tusipowaza pamoja, tutakula mabaya ya nchi. Anasema njoni tusemezane, afasema, kama mkitii mtakula mema, msipotii mnakula mabaya. Kwa kwenye kila nchi kuna mabaya, kuna mazuri. Pale watu wapelelezi kwenye Hesabu kumi na tatu walivyoenda kupeleleza nchi, kuna waliowaza sawasawa na Mungu waliwaza pamoja wakasema, wale watu ni chakula kwetu, ndio nchi tutaingia, wakajoshwa na karibu. Kuna waliokimbia kuwaza pamoja na Bwana, wakawaza kivyao peke yao bila Mungu kuhusika, wakala mabaya ya nchi, wasema wale watu ni majito na kula watu, tukajiona kama mapanze, -voli -voli Skriza, ukuta, ukuta na yako, si ni mapanzi, na ndivyo walivyotuona, wakafia jangwani. Sikiliza, ukitaka kupiga hatua kwenye kero la maisha yako, kila siku fanya hivi Tenga muda angalau lisa limoja kila siku. Hilo lisa huwazi kitu kingine chochote kile, unawaza jambo moja tu. Mungu natokaji hapa, Mungu natokaji hapa, unaomba, then unawaza pamoja naye. aabu Yeremia 29:11 anatuambia natuambia, ninayajua mawazo wazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, walasoma mabaya, kuwapa tumaini siku zenu and a future Ta tafsiri ingine inasema hivi, mawazo ya kuwafanikisha ya kuwapa success mafanikio ya mwilini. Kwa hiyo wazo lolote la kukupindisha hatua, wazo lolote la kukufanikisha, wazo lolote ambalo linakupa hope tumaini na kesho ya kwako, maana kesho ya kwako ipo kwenye mawazo ya Mungu, kesho ya biashara yako ya uchumi wako, kesho ya ndoa yako, kesho ya watoto wako, kesho ya mahusiano, kesho kila kitu, iko kwenye mawazo ya Mungu. Unapojipa muda wa kuwaza pamoja na Mungu, maanake Mungu unampa nafasi ya yeye kuachilia mawazo yake ndani ya kichwa chako, then ukiapokea ukafanyia kazi, unakuwa juu tu wala hauwi chini. Hakuna ambaye anafika juu kwenye eneo lolote bila kuwa na mawazo hayupo. Mawazo ndio yanayomfikisha mtu mahali. Unapopata wazo ukalifanyia kazi, lile wazo ndio linaenda kupandisha juu na kukuketisha pale juu. Lakini hilo wazo, hakuna mwanadamu ambaye anaweza kujipa wazo la kumpeleka juu, hayupo, hajawahi kutokea na hata kuja kufa ametokea. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza kujipa wazo la kumfikisha juu, hayupo. Lazima apewe wazo na ulimwengu wa roho. Ndio maana mtu lazima aende akajisalimisha kwenye ulimwengu wa giza kwanza apewe wazo la kumfanikisha, au aende kujisalimisha kwenye ulimwengu wa nuru kwanza apewe wazo la ku mfanikisha kwa hiyo ni kanuni ambayo Mungu ameiweka, ni sheria ambayo Mungu ameiweka kwamba mwanadamu wa, kwa mwanadam wa mwilini hana uwezo wa kujipa wazo la kumpigisha hatua. Lazima kwanza ulimwengu wa roho uhusike, na huo ulimwengu wa roho unaamua wazo gani unaachiria kwako. Sasa sana Mungu alivyokukusudia, ukienda kwenye pande wa giza ni sasa sana shetani alivyokusudia, ni, ni mawazo sio ya amani. Neno la Mungu linasema hivi, najua mawazo unayowazia nisema, Bwana, ni mawazo ya amani, wala sio mabaya, ya kukupa kesho yako na tumaini la kesho yako to give you a hope and a future Yeremia shirata kumi na moja. Ila kwenye upande wa giza, maki nini? Najua mawazo nayokuwazia wewe, asema shetani, ni mawazo ya, ya frustration, ya stress, wala sio ya amani. Kukunyang'anya kesho yako, na tumaini lako. Sabi ye, ye, ye, si kinyume cha Mungu. Mungu anasema ni kukupa kesho yako, na kukupa tumaini lako. Shetani anasema kukunyang'anya kesho yako. Kwa mtu yote ambaye na kunyofamu wa giza. Kwenye eneo lolote, anaenda kunyanganywa kesho. Sikia, ndio maana hakuna mtu ambaye amemtegemea shetani akamaliza salama, kwa sababu unapoenda kwenye ufamu wa giza unanyanganywa kesho yako. Hakuna mtu ambaye ame kutokea akatumia nguvu za giza kwenye not akamaliza salama, hayupo. Sikia mimi, mtu anitishi, haijalishi anaonekana amefanikiwa kiasi gani, madamu natumia nguvu za giza hafiki mbali. Biblia inasema kufanikiwa kwa wapumbavu kutawaangamiza. Anasema hivi, watu hujifanya katika dhambi kwa kitambo, ni kitambo tu, muda unakuja ila ukiwa upande wa Mungu, anasema ni mawazo ya amani, wala sio mabaya, ila kuyapata ni mpaka uwe na uwezo wa kukaa, ujitengenezee mazingira na, ma na kujizoesha. Mfano sisi tu to masomo tuofisha tunapata gapi? Wadhani unakaa tu una, unaibuka Jumapili unafika masaa asubuhi, hii unafungua mstari unasema huu mstari unatoa somo, wadhani unapata gapi? hivyo unaandaa somo la kuongea lisali zima masaa mawili, haya maneno yanatoa wapi? unalipataji andiko katika nzima vitabu sitini na sita unapataje andiko, alafu kwenye ile andiko utoke na somo ulipangilia. Sangine unatembea na somo mwezi mzima, miezi miwili, somo hilo hilo kila Jumapili na havifanani, unadhani unapataje? Vivyo hivyo kwenye eneo la maisha ya mtu. Mimi ni eneo langu la kuhubiri, kwa lazima ni nijipe time. Kwa eneo lako la biashara, kwenye eneo lako la, eneo la kiuchumi, si eneo lako la ndoa, mahali popote ambapo unata, unatafuta breakthrough, unata, unatafuta mpenyo, fanya hivi kila siku, omba kwa ajili ya hilo eneo. Baada ya kuomba Kimia, tumia akili umiza kichwa, mwambie Mungu natokaje, na mwambie na kukalisha, njoo tuwaze pamoja. Umesema tuj, nije tuwaze pamoja, nimekuja, niko mbele zako, nawaza na wewe, natokaje hapa? Hatua gani nichukue? Mlango upi ni uendee? Kila kitu we waza. Sikiliza, nafasi ya juu imewekwa kwa wale wanaowaza solution, solution providers, solution givers, wanaotoa wa majawabu. Unadhani Danieli alipataje maono wakati wenye hekima ya Babeli wameshindwa, mfalme nataka kuwachinja wote Akasema amfa ume tupe muda, bibi asemaje? Akaenda akawaambia wenzake wakina Shedrack, then wakaanza kuomba. Walipokuwa naomba, walipoomba, bibi asemaje? Mungu alikuja usiku akamsemesha, akapata maono. Maono maanake kuna namna, ulikuwa na waza, unawaza pamoja na Bwana. Sasa akija kwenye ndoto pengine wakati unawaza moyo wako, anakuja wakati umelala; wakati moyo wako hukumetulia anakuja wakati umelala, moyo unapokea vizuri eh. Kwenye eneo lolote lile, sikiliza, hakunaga mlango kwa Mungu ambao umefungwa. Kila jambo lina solution mahali, ila kuipata ni mpaka utenge muda, utenge muda wa kuwaza pamoja na yeye. Kwa maana yake kwenye kila eneo kuna mema. Kama mkitii mtakula mema ya nchi, mkitii ipi? Kumi na nane anatangulia. nasema njooni tusemezane. Njooni tuwaze pamoja. Ukija tukawaza pamoja utakula mema. Kwa hiyo ni kufikiri, ni kutumia akili, ni kuwaza ndiko kunakomtoa mtu kwenye gereza la uvivu, kwenye gereza la viwango vya chini. Kwenye gereza la uharibifu, na kumweka mahali pa juu. Unajua, ukisoma ile Marko sura ya pili mstari wa kwanza mpaka kumi na mbili wa yule mtu aliyebebwa kwenye kitanda, akapelekwa rafiki zake wanne mbele ya Yesu, akatoboa dari, wakamshusha yule mtu, ni kwamba hospitalini ilishashindikana, washazunguka, ilisha kote ikashindikana, wale watu wakazunguka, lazima waliwaza. Sikiliza, unaambiwa ameshapooza, hawezi chochote, kila kitu ni hapo hapo hospitalini, ime imeshindikana kupata ujasiri wa kumbeba. Lazima kwanza waliwaza, unadhani tu ili kuja kwamba sasa tumbebe tumpeleke kwa Yesu? Lazima waliwaza, walikuwa siku zote wanawaza wanatafuta solution. Yule mtu naye alikuwa anawaza, natokaje kitandani? Saa nyingine alikuwa anatafuta, ana search taarifa hapa na pale, hivi ni wapi ni wapi? Akasikia habari za Yesu akawaza akasema, ngoja niende. Akamwambia wenzake rafiki zake, nibebeni nipeleke. Lazima aliwaza, sababu hatua yoyote anayochukua mtu ni matokeo ya mawazo yake. Maamuzi yote unayoyafanya ni matokeo ya kuwaza kwako. Hauwezi ukawaza hauwezi ukaamua kama haujawaza. Kwa maamuzi yoyote, yawe mazuri, yawe mabaya, nimtika mawazo yako. Kwa maamuzi ya huyu mtu, kubebwa na kupeleka, lazima aliwaza kwanza, katikati ya shida alizokuwa nazo, lazima aliwaza, aliumiza kichwa. Lile wazo alilopewa la kwenda, sio shetani aliyempa. Shetani hawezi kupanda wazo la kwenda ra -ra kwa Mungu. Siku zote shetani atakopa wazo la kutokwenda ibadani. Wakati wowote unaposema mambo ni magumu sana ujue kabisa haujawaza vizuri kwenye neno lolote kisema, ah, things are tough. Ujue kabisa mambo yakiwa tough kwa lugha nyingine inakwambia, ongeza muda wako wa kuwaza, umiza kichwa. Saa nyingine Mungu anaruhusu kuna ugumu uje ili utumie kichwa. Mahali popote pale ukisema kwamba hata sijui nini cha kufanya, kwa lugha nyingine unasema wala sitaki kuwaza tena, kwa sababu ukiwaza utajua cha kufanya. Mawazo ni ufunguo unaokufungulia kwenye kuona ndani ya chumba ambacho hujue kukiingia.